Sasa tunapoendelea na uchambuzi wetu wa Injili kwa mpangilio wa matukio, tutaenda kutoka Injili ya Luka kurudi kwenye Injili ya Yohana. Tangu aondoke kwenye sikukuu ya Vibanda wakati wa msimu wa vuli, Yesu amekuwa katika eneo la Perea, mashariki mwa Yerusalemu, ng'ambo ya mto Yordani. Kwa njia hii, anaweza kuepuka viongozi wa korofi wa Warumi na Wayahudi. Sasa baada ya miezi michache, ratiba inaendelea hapa sasa katika Yohana sura ya kumi, na ni wakati wa baridi. Ni wakati wa sikukuu ya Kutabaruku, au inaweza pia kuitwa sikukuu ya Taa. Kwa sasa, kwa njia, katika siku zetu inaitwa msimu wa Hanuka. Sasa sikukuu hii haikuamriwa katika Agano la Kale, lakini ilikuwa inasherehekewa kwa kane nyingi, kwa sababu ilikuwa muhimu sana kwa taifa la Israeli. Na hebu nikuambie kwa nini. Hekalu la Yerusalemu lilitakaswa na kutabarukiwa upya na mzalendo wa Kiyahudi aitwaye Yuda Makabeo mwaka mia moja sitini na, na hilo lilifanyika kwa sababu Antioko wa Nne Mbamizi kutoka Siria aliingia hekaluni miaka michache kabla na kutoa sadaka ya nguruwe juu ya madhabau ya shaba. Yeye kweli alitoa sadaka ya nguruwe kwa mungu wake Jupiter. Sasa sababu ya ndani zaidi ya kufanya hivyo ilikuwa ni jaribio la kuharibu ibada katika hekalu na na kuangamiza Wayahudi. Basi Yuda Makabeo alikusanya jeshi na hatimaye akamshinda Antioko, na hii sikukuu ya Kutabaruku inaashiria wakati ambapo eh, alilitakasa hekalu na na akaliweka tena katika matumizi. Sasa, jambo moja zaidi, wakati wa kutabaruku tena hekalu, inasemekana kwamba Wayahudi walishuhudia muujiza ingawa e, kulikuwa tu na mafuta ya zeituni ya kosha ya kutosha kuwasha mishumaa mikubwa ya Menora ya hekalu kwa siku moja, moto uliendelea kuwaka kwa siku nane, na hilo liliwaruhusu makuhani kupata mafuta mapya ya zeituni. Basi basi hili lilipelekea kuanzishwa kwa sikukuu ya kila mwaka ya siku nane inayoitwa Hanuka. Sasa wakati wa sikukuu hiyo Yohana sura ya kumi mstari wa 23 inatuambia hapa Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika baraza la Sulemani. Basi haitachukua muda mrefu kabla hajafahamika. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 24 kwamba Wayahudi wakamkusanyikia wakamwambia, hata lini utatuweka katika mashaka? Ikiwa wewe ndiwe Kristo huyo ndiye Masihi, tuambie waziwazi. Naam, ukweli ni kwamba Yesu amekwisha kuwaambia yeye ni nani, naye anawaambia hapa katika mstari wa 25, niliwaambia ninyi habari za Baba yangu, lakini ninyi hamsadiki. Usiamini kwa sababu wewe si miongoni mwa kondoo wangu. Sasa hiyo ni hii, hiyo ni jibu la moja kwa moja kabisa hapa. Ah, kwa njia sidhani kama anawakatisha tamaa kabisa kama watu waliopotea. Kwa kweli, mimi naamini hii ni mwaliko Yesu kimsingi anasema ninyi si miongoni mwa kondoo wangu, angalau bado. Sasa Yesu anatoa maneno haya mazuri hapa kwenye mstari wa 27: kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata. nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna atakayewanyakua kutoka mkononi mwangu. Basi hii ni e, hii ni mwaliko kwao na pia kwako. Je, ungependa kujiunga na kundi lake leo? Je, ungependa kusema pamoja na Mfalme Daudi, Bwana ndiye mchungaji wangu? Basi unasubiri nini? Unaona, huo ndio mwaliko wa Bwana kwao wakati wa sikukuu hii huko Yerusalemu na unawahusu wewe na mimi pia leo. Sasa kama unajiuliza utakuwa salama kiasi gani ukimkubali Yesu Kristo kama mwokozi wako, basi Bwana anajibu hilo hapa kwenye mstari wa 29. Yesu anasema, Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, wala hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwa Baba. Mimi na Baba tu mmoja. Basi hapo umepata jibu lako, na usikose kuelewa hapa e, eh, kwa sababu mara nyingine tena Yesu anajibu swali lao. Ndiyo, yeye ni mwana wa Mungu. Mungu Baba na Bwana Yesu ni sawa katika asili yao, wao ni mmoja katika kusudi na uungu. Na Yesu anapotamka hapa kwamba eh, mimi na Baba tu mmoja, hiyo ni njia nyingine ya kusema tazama, kama ninakupa uzima wa milele, basi Mungu Baba anakupa uzima wa milele kama na kuambia kwamba uko salama ndani yangu milele, basi uko salama ndani ya Mungu Baba na usalama huo ni wa milele. Sasa je, Yesu anadai kweli kuwa ana uungu sawa na Mungu Baba hapa? Kweli makuhani na viongozi wa Kiyahudi walielewa hivyo kabisa, kwa sababu tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 31, Wayahudi wakachukua mawe tena ili wampige kwa mawe. Yaani walitoka na kwenda kukusanya mawe. Walichukua mawe yote walioweza kuweka mifukoni mwao na walikuwa tayari kumpiga Yesu kwa mawe hadi afe. Na Yohana anaongeza hilo neno dogo tena, Wayahudi wakachukua mawe tena. Unaona, hii si mara ya kwanza wanataka kumpiga kwa mawe hadi afe. Sasa kama Yesu angekuwa mtu wa kawaida, tungeweza kutarajia maandiko yasome kitu kama, basi baada ya kuona mlundikano wa mawe, Yesu na wanafunzi wake walikimbilia milimani. Lakini hapa Yesu haendi popote. He, angalau bado anaendelea kuzungumza nao. Anasema hapa kwenye mstari wa thelathini na mbili, nimewaonyesha matendo mengi mema kutoka kwa Baba. Nilipi kati ya hayo mnataka kunipiga nalo kwa mawe? Kwa maneno mengine, baada ya yote mlioniona nimewatendea, baada ya watu wote mliowaona nimewaponya, mafundisho niliyotoa, miujiza niliyofanya, baada ya matendo yote hayo mema, bado mnataka kuniua? Sasa sikiliza hili, wanajibu hapa kwenye mstari wa 33 si kwa ajili ya tendo jema tunataka kukupiga kwa mawe, bali ni kwa ajili ya kufuru, kwa sababu wewe ukiwa mwanadamu unajifanya Mungu. Nikuambie, walielewa vizuri kabisa. Watu waleo wanaosema Yesu hakuwahi kudai kuwa Mungu basi hawajasoma injili ya Yohana. Kwa hiyo kuanzia hapa kwenye mstari wa thelathini na nne Yesu anajibu tena ananukuu Zaburi themanini na mbili sita hapa, ambapo Mungu anawataja waamuzi wasio waaminifu kama miungu, na hiyo ni miungu kwa herufi ndogo. Hawa walikuwa watu ambao walikuwa wamepewa mamlaka ya Mungu kama waamuzi, na walikuwa wanaitwa eh, wana wa Mungu, yaani walikuwa wawakilishi wa Mungu hapa duniani. Kile ambacho Yesu anasema ni hiki: kama waamuzi wasio waadilifu wanaweza kuitwa wana wa Mungu, mbona mimi siwezi? Hasa kwa sababu nimeshathibitisha kwamba mimi kweli ni mwana wa Mungu kupitia miujiza yangu. Yesu anaendelea na hoja hiyo hapa kwenye mstari wa thelathini na saba, kama sifanyi kazi za Baba yangu basi msiniamini lakini kama nazifanya, hata kama hamniamini mimi, aminini kazi hizo, ili mjue na kuelewa kwamba Baba yuko ndani yangu, nami na niko ndani ya Baba. Na hebu nikuambie, Yesu hakutarajia watu waamini tu kwa maneno yake pekee. Anasema hapa, angalia kazi zangu za miujiza kwa kweli hata Nikodemo ambaye alikuwa mjumbe wa baraza kuu la Israeli yani Sanhedrini alisema huko nyuma katika Yohana sura ya tatu, hakuna mtu anayeweza kufanya ishara hizi za miujiza kama Mungu hakuwa pamoja naye. Hili ni jambo la wazi, ni Mungu tu anayeweza kufanya yale Yesu anayofanya. Hata marabi walikuwa wakifundisha kwamba ni Mungu pekee anayeweza kuponya ukoma, kutoa macho kwa vipofu na kufufua wafu lakini hapa katika uo wa hekalu hawa viongozi wa kidini wamepofushwa kabisa na tamaa zao wenyewe. Mstari wa 39 unasema, tena wakajaribu kumkamata, lakini akaponyoka mikononi mwao kwa njia. Je, Yesu alikata tamaa na hawa wapinzani waliokuwa wakirusha mawe? Hapana aliwapenda sana kiasi kwamba alikwenda msalabani kufa kwa ajili yao, na mwaliko wake hapa uko wazi kwao, na uko wazi hadi siku watakapokufa. Unajua, napenda sana kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume kina rekodi kwetu kwamba makuhani wengi walimwamini Bwana Yesu na kuokolewa, Matendo sita saba. Unaona, hawakuweza kukataa ushahidi. Ukweli hawakuweza kukataa kaburi tupu tena kwa hiyo hebu nikutie moyo, usikate tamaa. Na wale watu waliokuzunguka ambao wanataka kunyamazisha ushuhuda wako wa imani kwa Kristo, endelea kuwapenda, endelea kuwafikia, endelea kuwaombea. Ni Mungu tu anayejua, lakini siku moja huenda wakatambua kwamba hawawezi kupuuza ushahidi tena, na kwa imani ya unyenyekevu watamwomba Yesu awe mchungaji wao, na watajiunga nawe watakapokuwa sehemu ya kundi la Mungu.